Tena wanaume Tanzania tumekuajili kupitia ya harusi sasa, bwana asinge asingekuwa na indoa asingeweka wekezaji katika indoa, ina maana tusingeonekana hivyo. Kwa kitu kimoja tu kimebadilisha mtazamo mzima na kupongeza sana Jux, lakini kwa kipekee kabisa ni washukuru Yafu, ni vitu kutoa neno lakini sana maneno mengine yanakuwa binafsi. Kwa shukuru vyombo vya habari, lakini wa Tanzania wenyewe hii harusi ya Jux wameibeba kweli kweli, yani tumuonesha kwamba huyu ni mtu wetu na hili ni letu, na aliwezi kudondoka. Ukiangalia leo kwanza, kwenye red carpet ma celebrities wageni, yani kama Marekani yani. kila mtu kaja kwa namna yake, lakini hayo ya yote yametokana na namna tunampenda ndugu yetu Jux na watu wamema kujitoa, watu wameingia mfukoni, mfukundo mabamanguo yao ya gharama. Jux, watu wanapenda sana mimi. katika mambo ya ndoa maake, kwanza hapo tucheke, tunakuombea doa Inshallah, katika mambo ya ndoa siwezi kuwa mshauri sana, kwa sababu anajua kama mnavyoelewa au vipi eh, lakini ndugu yangu mimi nitamshauri tu kwamba binadamu yote mnapokaa kwa pamoja, kwa namna moja au nyingine, lazima itatokea kugharafiana, kutokea kwa kukwazana, ni kibinadamu, inatokea. Sasa unapotokea kukwazana, nugu zako kumbuka mazuri yenu mliyoanza nayo, kumbuka moyo wenu wa kupendana, kumbuka nia yenu njema, na kama unavyojua pana wakewawa viumbe, wakati mwingine wakawa na hasira, wakaongea maneno ya kukwaza kwelikweli. Sasa mimi nakuomba ndugu yangu, waivumilie kwa sababu mimi na experience dogo katika hilo, nishapokea maneno mengi yenye hadha na namna nimedili nayo na matokeo yake nayafahamu. Sasa nikuombe, bwana harusi, uvumilivu. Au bwana wewe unatuangisha sisi wote kwenye nchi, nipombe uvumilivu. Lakini Mwenyezi Mungu awajalie ndoa yenu ya heri, idumu, iwe na upendo, ikajibu. Tunasikia chini chini watu wanasema kuna mtoto tayari, na mtoto akawe kweli akitoka awe na baraka, awe na maisha marefu. Mungu ampe hekima, upendo, talent kama wewe baba yake, awape nyota kama ni nyo wazazi wake, awape maendeleo, akubalike na watu kama watu nakubalikana. Mimi sina mengi na kushukuru sana. Asante kwa kutualika, asante kwa kutupulanisha pamoja, dopen, tumekaa ma tofauti tofauti, raha kwa yani, as you're speaking jicho sio tu la Tanzania, sio tu Afrika, ulimwengu well, mzima, jicho liko hapa, lakini imetokana na harusi arusi ya ubwa. Kupongeza sana Juma Jux na na kutegemea mshauri wangu mkuu sana kwenye mambo haya, ndoa, harusi na kila kitu that's amazing. Our family just a there. This is Diamond, ya ndoa harusijila

Wanaume Tanzania, tumekuadili kupitia ya Rusi. Sasa bwana asinge kuwa na indoa asinge asingeeka uwekezaji katika indoa, na maana tusingeonekana hivyo. Kwa kitu kimoja tu kinabadilisha mtazamo mzima, na kupongeza sana Jux. Lakini kwa kipekee kabisa ni washukuru yafa nikuita neno lakini sana maneno mengine nakuwa binafsi kwa shukuru vyombo vya habari lakini wa Tanzania wenyewe hii harusi ya Jux wameibeba kweli kweli, yani tumuonesha kwamba huyu ni mtu wetu na hili ni letu, na aliwezi kudondoka. Ukiangalia leo kwanza kwenye red carpet ma celebrities wageni, yani kama Marekani, kila mtu kaja kwenye namna yake, lakini hayo ya yote yametokana na namna tunampenda ndugu yetu Jux na watu wakema kujitoa, watu wameingia mfukoni, wamevaa manguo yao ya gharama ya ya Juksi. Watu wanakupenda sana. Mimi katika mambo ya ndoa <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> make kwanza, po tucheke, tunakuombea <laughs> dua inshallah katika mambo ya ndoa siwezi kuwa mshauri sana kwa sababu najua kama mnavyoelewa au eh ee, lakini ndugu yangu, mimi nitakushauri tu kwamba binadamu yote mnapokaa kwa pamoja, kwa namna moja au nyingine lazima itatokea kugharafiana, kutokea kwa kukwazana ni kibinadamu, inatokea sasa unavyotokea kukwazana mwenzako, kumbuka mazuri yenu mliyoanza nayo, kumbuka moyo wenu wa kupendana, kumbuka nia yenu njema. Na kama unavyojua panawake wawa viumbe, wakati mwingine akawa na hasira wakaongea maneno ya kukwaza kwelikweli. Sasa mi nakuomba ndugu yangu waivumilie, kwa sababu mimi na experience dogo katika hilo, nishapokea maneno mengi yenye hadha na namna limedili nayo na matokeo yake na yafahamu. Sasa nikuombe bwana harusi uvumilivu, au bwana, wewe unatuhakisha sisi wote kwenye nchi, nikuombe uvumilivu. Lakini Mwenyezi Mungu awajalie ndoa yenu ya heri, idumu, iwe na upendo ikajiu. Tunasikia chini chini watu wanasema kuna mtoto tayari, na mtoto akawe kweli akitoka na baraka awe na maisha marefu, Mungu ampe hekima, upendo, talent kama wewe baba yake, awape nyota kama ni nyo wazazi wake, awape maendeleo, mkubali akubalike na watu kama watu nakubalikana ni sina mengi na kushukuru sana. Asante kwa kutualika, asante kwa kutupulanisha pamoja dope tumekaa tofauti kwa masaleitofatofauti raha as you speaking icho so tu la Tanzania sio tu Afrika, ulimwengu mzima, jicho liko hapa, lakini imetokana na harusi na endakupungiza sana jumajo na kutegemea mshauri wangu, well, mkuu sana kwenye mambo haya, ndoa, harusi na kila kitu That's amazing. Our priest's family, just uh, there. This is Diamond, as you all know.